Bwana wa milele, Bwana wa milele, Bwana wa milele, Bwana wa milele. Wewe msaada wa kweli, wewe msaada wa kweli, wewe msaada wa kweli, wewe msaada wa kweli. Unaweza kufanya jambo jipya, unaweza kufanya jambo jipya, unaweza kufanya jambo jipya, unaweza kufanya jambo jipya. Unaweza kukomesha hao, kukomesha kiburi cha watu wa Bwana, unaweza kukomesha utekaji, unaweza kukomesha Bwana, unaweza kukomesha dhuluma, unaweza kukomesha mauaji yanayofanyika ndani ya taifa letu Bwana. Mungu wa kweli Bwana, Mungu wa kweli Bwana, maandiko yanatuambia kwamba mwenye haki inafaa kiomba kwa bidii, lakini pia wewe ni Mungu unayesikia maombi ya wenye haki unasikia maombi wenye haki, unasikia maombi wenye haki, na umetwambia ombeni lolote mtapewa, ombeni lolote kwa jina langu nani, mtapewa. E Bwana, nami nakuomba e Bwana, nami nakuomba e Bwana, nami nakuomba, naleta hoja yangu, naleta hoja yangu mbele zako, naleta hoja yangu mbele zako, naleta hoja yangu mbele zako

ndani ya taifa hili Bwana, ndani ya taifa hili Bwana, malaika zako Bwana wakaumbike wanaoweza kutenda msaada na kufanya msaada, kama vile siku za Farao Bwana, ambavyo waliwafatia wana wa Israeli, basi magurudumu yalikuwa ni mazito, yalishindwa kupiga mbio kama vile magurudumu waliokuwa wanakimbia nayo wana wa Israeli. Bwana ni juacho bwado, ni wewe yule yule jana leo hata milele. Kitabu hiki Bwana ukakiziirishe, kwamba kinao uwezo wa kubadilisha mambo, kina uwezo wa kubadilisha mambo, kina uwezo wa kubadilisha mambo, kina uwezo wa kubadilisha, kubadilisha uteka. Hey Yesu Bwana, hey Yesu Bwana.

Kila atakaye ushika Bwana kulihujumu taifa letu, kila atakaye ushika Bwana kulihujumu taifa letu kila atakayehusika Bwana kuli hujuma wa taifa letu, na kuomba Mwokozi, mkono wako usinyamaze zidi yake, usinyamaze zidi yake, usinyamaze zidi yake, usinyamaze zidi yake, usinyamaze zidi yake, usinyamaze zidi yake, usinyamaze zidi yake, kila wanaojita wasiojulikana mahali popote Bwana, mkono wako usinyamaze zidi yake, kisasi chako kiwe juu yake, kisasi chako kiwe juu yake, katika jina la Yesu Kristo hai, katika jina la Yesu Kristo hai. Hai, na askari wowote wanaotumika vibaya baada ya kulinda raia wao ndio wamekuwa kwanza kuleta hatari kwa raia kwa kuwapiga na vitu, vitu, vitu, vitu vya takari kwa kuwapiga na risasi kwa kuwapiga na mijeredi katika jina la Yesu Kristo ni hai. Na tamka Bwana, mkono wako na uwezo wako Mungu, na kusii Bwana ukawe juu ya kila atakayehusika kinyume cha taifa hili Bwana, kinyume cha Watanzania, kinyume cha Watanzania, kuleta kongwa hili zito kwenye shimbo zetu Bwana, kwenye shimbo zetu Bwana, kwenye shimbo zetu Bwana, mpaka tumefikia tu ambapo watu wanatamani kuandamana, maana wake wameona hakuna majibu, wameona hakuna msaada, wameona hakuna msaada wote wa hawa wanaojiita viongozi bali wamejaza matumbo yao, wamekuwa ni watu wanaoangalia matumbo yao, huku wakiwaita wachungaji ambao na wenyewe ni wanaosifia machawa, kazi kuwasifia na kuwaombea kwamba wakaendelee kutajirika kupitia sisi wachache, wakaendelee kutajirika kupitia rasilimali zetu, na kutufanyia maisha kuwa magumu na vitu kupanda bei, huku wananchi wengine wakikosa matibabu, wengine wakifia mochwari, wengine wakifia hospitalini. hey, Bwana, wako wachache, wako wachache Bwana, wako wachache. Bwana, waliofanya taifa limekuwa hivi waliofanya taifa limekuwa hivi. Wako wadada wanajiuza, wanajiuza kwa sababu ya hali ya uchumi na hali mbaya za kimaisha. Huduma zimekuwa ni mbovu kila mahali tunapokwenda, Bwana. Ni zamu imekuwa ni ndogo kila mahali tukiingia, Bwana, hatuhudumii kwa unyenyekevu kama vile alivyokuwepo yule aliyekuwa anaitwa Rais Magufuli. Sasa tupo kwenye wakati ambao tena wamerudi kwetu wakiwa wanataka tena wachaguliwe kuwa nafasi ya uongozi Bwana, huku tukipima mara, maandiko anatuambia aliye mwaminifu katika jambo dogo hata kubwa anaweza kuwa mwaminifu e Bwana, angalia katika miaka michache ambayo wamekaa katika nafasi ya uongozi ndipo tumezidi kuona watu wakipotezwa na huku wakisema kwamba haya mambo yalikuwepo tokea zamani. Ee Bwana, naomba Mwokozi, wewe uwezaye kukomesha haya, wewe uwezaye kukomesha haya, wewe uwezaye kukomesha haya, wewe uwezaye kukomesha haya, wewe uwezaye kukomesha haya, wewe uwezaye kukomesha haya, wewe uwezaye kukomesha haya. Wewe uwezaye kukomesha haya.

vitu bei juu na kuwekewa maisha magumu. Hata wako ambao wadada sasa wameingia kwenye kujuza, wako vijana sasa wameingia kwenye kuvuta bangi, yote kwa sababu ya maisha magumu. Jehova na kusi Bwana, Jehova na kusi Bwana, mimi ni juacho Mwokozi. Hakuna mwanadamu anayependa kufanya mabaya, bali wako wabaya ndio wametengeneza mazingira ya watu kufanya mabaya. Hey, Bwana nakusihi. Hey, e Bwana, nakusihi. Hey, e Bwana, nakusihi, e, na hawa waliosababisha kongwa ilizito kono wako we juu yao kono wako we juu yao kono ako wejuu yao kono wako we juu yao kono wako we juu yao kono wako wejuu yao kono wako wejuu yao kono wako we juu yao kono wako we juu yao. Kisasi chako Bwana kisasi chako Bwana kisasi chako Bwana kiwe juu yao Bwana, maana tunajua Mokozi sisi hatuna uwezo wa kujionyesha kwamba tunazo nguvu kiasi gani bali wewe unaweza Bwana kupitia sisi kuonyesha uwezo wako, kupitia mimi kuonyesha wokovu wako, kupitia mimi kusimamisha neema yako, kupitia mimi kusimamisha wokovu wako. Wewe Bwana unaweza kugeuza uteka, unaweza kugeuza uteka, unaweza kugeuza uteka, unaweza kugeuza uteka. E Bwana, zaidi hata tunaomba Bwana wenye haki tuwe ndio wenye sauti kwenye taifa hili, wenye haki tuwe wenye sauti katika taifa hili. Maana wao wameshindwa, ndo maana Bwana wamekuwa na kiburi zidi yetu, wamekuwa na dharau zidi yetu, wamekuwa na viburi zidi yetu. Hata tukilalamika wanasema ya kwamba tunahatarisha amani ya nchi, ee Bwana, na wanatufungia kutokuabudu. Tumekuwa tunaishi katikati ya nchi ya Tanzania kana kwamba ni binadamu tunaofugwa tu, kana kwamba ni, ni kunguni, kana kwamba ni nguruwe, kana kwamba ni kuku, kana kwamba ni mbuzi, ng'ombe ambaye ataenda kwa mashariti ya anayefuga Bwana, ninakuomba kuomba Mokozi, nina kuomba Mokozi, ninakuomba kuomba Mokozi, nina kuomba Mokozi, ninakuomba kuomba Mokozi, nina kuomba Mokozi, nina kuomba Mokozi, nina kuomba Mokozi, ninakuomba Mokozi. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo

Fanya jambo Bwana, fanya jambo Bwana, juu ya taifa hili juu ya taifa hili juu ya taifa hili juu ya taifa hili. He mokozi uliai he mokozi uliai he mokozi uliai, Bwana wa milele Bwana wa milele Bwana wa milele Bwana wa milele Bwana wa milele Bwana wa milele Bwana wa milele Bwana wa milele Bwana wa milele Bwana wa milele

Bwana Bwana Bwana Bwana Bwana Bwana, wewe ni Baba wewe ni Baba wewe ni Baba wewe ni Baba wewe ni Baba wewe ni Baba wewe ni Baba wewe ni Baba wewe ni Baba yetu wewe ni Baba yetu wewe ni Baba yetu, unaweza kufanya jambo jipya unaweza kufanya mambo makubwa zaidi ya tuombavyo Bwana, zaidi ya tuombavyo Bwana, zaidi ya tuombavyo Bwana, zaidi ya tuombavyo Bwana, wewe unaweza kufanya, wewe unaweza kufanya, wewe unaweza kufanya, wewe unaweza kufanya kuliko tuombavyo, kuliko tuombavyo, kuliko tuombavyo, kuliko tuombavyo, kuliko tuombavyo kuliko tu ambavyo unaweza kufanya, unaweza kufanya. Unaweza kufanya unaweza kufanya unaweza kufanya unaweza kufanya zaidi ya tuombavyo zaidi ya tuombavyo, unaweza Bwana unaweza, unaweza unaweza Bwana unaweza unaweza Bwana unaweza kutenda, unaweza kutenda unaweza kutenda unaweza kutenda unaweza kutenda unaweza kutenda unaweza kutenda unaweza kutenda Unaweza kufanya Bwana, kwenye taifa letu hili kwenye taifa letu hili kwenye taifa letu hili kwenye taifa letu hili kwenye taifa letu hili kwenye taifa letu hili kwenye taifa letu hili kwenye taifa letu hili kwenye taifa letu hili kwenye taifa letu hili kwenye taifa letu hili kwenye taifa letu hili kwenye taifa letu hili, unaweza kutenda Bwana, unaweza kufanya Bwana, unaweza kufanya Bwana, unaweza kufanya unaweza kutenda jambo jipya katika jina lako Yesu Kristo hai.